Ni usiku uliokuwa mzito kuliko usiku wowote uliopita. Watu walitembea wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini, mioyo yao ikitetemeka kama madirisha wakati wa dhoruba. Ilikuwa kana kwamba taifa zima lilikuwa limeshika pumzi yake, na kila nafsi ilikuwa ikijiuliza, Mungu uko wapi katika haya yote? Lakini mahali fulani katikati ya hofu hiyo yote, mshumaa mmoja ulionekana ukiwaka katika chumba kidogo, ukiwa umeshikiliwa na kijana aitwaye Amani ambaye machozi yake yalikuwa yanamwagika, lakini imani yake haikufa. Amani alikuwa ameona mambo mazito: familia zilizokata tamaa, watoto waliokosa matumaini, watu wakijiuliza kwa nini uovu umeingia katika nchi yao. Alijiona hana nguvu, alijawa na hasira, alijiona amepotea. Mbaya zaidi, alianza kuhisi giza likizidi kumfunika, Giza lililotaka kugeuza maumivu yake kuwa chuki na majeraha yake kuwa silaha. Akatazama mshumaa mkononi mwake na kusema kwa sauti ya ndani, Mungu, sitaki moyo wangu kuwa kama haya yanayotuumiza. Usiku huo mtaani kwake kulisikika milio ya risasi, lakini ghafla Amani akakumbuka maneno ya bibi yake: usiku unapokuwa na dhoruba zaidi, sio mwisho, ni wakati ambapo Mungu anaanza kazi yake. Akirudia maneno hayo akilini mwake Alihisi kitu cha pekee. Sio sauti kubwa, sio kelele, lakini joto laini la matumaini likipanda ndani ya kifua chake. Akaelewa kitu kimoja muhimu sana. Ikiwa maumivu yanaweza kuenea kutoka mtu mmoja hadi mwingine, basi matumaini yanaweza pia. Ikiwa uovu unaweza kutikisa taifa, basi wema unaweza kulijenga upya. Kila kitu kinategemea kile kinachoishi katika moyo wa kila mmoja. Amani akasimama, akajifuta machozi. Akatoka nje na mshumaa wake mdogo. Katika giza alikutana na wengine waliojeruhiwa, waliokuwa na wasiwasi, waliokuwa na hofu, na walipoiona nuru yake, wakainua mishumaa yao pia. Nuru ya mmoja ikawa ya wawili, wawili wakawa kumi, na kumi wakawa mamia. Na hapo Amani yakagundua. Uponyaji wa taifa huanza kwa moyo mmoja kuchagua njia bora, kuchagua rehema badala ya kisasi, maombi badala ya hofu, toba badala ya ukaidi na upendo badala ya ukimya. Wale waliowahi kusababisha maumivu wakahisi uzito wa mwanga huo katika dhamiri zao, na baadhi yao, kwa mara ya kwanza, walitamani kubadilika kweli. Kulipopambazuka, giza halikuwa limeondoka, lakini watu hawakutembea tena katika giza peke yao. Waligundua kuwa taifa haliponywi kwa kusahau majeraha, bali kwa kushikamana pamoja wakati majeraha yakipona. Kwa waathirika, mioyo yao ilisikia maneno haya kwa upole. Hauko pekee yako. Mungu yuko karibu. Machozi yako hayapotei. Kwa waliopotoka, sauti ya upendo ilisema, rudi, geuza moyo wako, nuru bado inakuhitaji, na wewe pia. Na kwa taifa zima, ujumbe ulikuwa mmoja: tusimame pamoja, tusamehe, tuinuke tena. Usiku ule haukutuvunja, ulitukumbusha jinsi tunavyohitajiana.